Naam, ebwana, leo niko hapa na habari kuhusiana na vitu ambavyo Maimatha wa Jesse ameamua kutoboa wa siri nzito kwelikweli kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea nyumbani kwa Diamond bana e. Moja kati ya vitu hivyo ni kwamba inasemekana kwamba habari za talaka, swala la Diamond kumpa talaka tatu bibi Zuchu e, ni kwamba lazima watu wengi sana watakuwa wanajiuliza kwamba hizi habari ni za kifamilia, ni siri nzito za ndani kabisa, zimetokaje tokaje tokaje nje ya nyumba ya Diamond. Yaani watu wamezijuaje kwamba Diamond na Zuchu eh, baada ya kuolewa wamepeana talaka tatu na nini na vitu vingine vingi sana vya ndani ambavyo vimevuja huko mtandaoni. Kwa mujibu wa Maimatha, amezungumza na kuliweka wazi hilo kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa amesema kwamba dada wa kazi za ndani amefukuzwa kazi pale nyumbani kwa Diamond, na sababu ya kufukuzwa kazi ni kwamba ametoa siri za talaka ambazo Zuchu amepewa na Diamond. Inasemekana kwamba Habari za Zuchu kupewa talaka na Diamond ni kwamba dada wa kazi za ndani ndiye aliyekuja kuzivujisha mtandaoni, jambo ambalo limemkwaza bibi Zuchu mwenyewe na Diamond pia, kwa sababu mambo ya ndani yakitoka nje inakuwa sio jambo la kheri. Maana inasemekana kwamba eh, kwamba talaka hiyo Mama Dangote ndiye aliyeforce Diamond atoe talaka kwa sababu alikuwa hayuko sawa na bibi Zuchu, alikuwa hana, hajaridhia swala la Diamond kumoa Zuchu. Sasa dada wa kazi inasemekana kwamba taarifa za ndani kabisa nasemekana yeye ndiye aliyekuja kuzimwaga huko kwa baadhi ya watu, na mwisho wa siku mambo ya katrendi na kujulikana kwamba Diamond bwana ametoa talaka tatu kwa Zuchu. Hivyo basi dada huyo amefukuzwa kazi Maimafa, ame hivo, pachini. Kwa hiyo Maimafa ameandika hivyo, kisha hapa chini akaandika kwamba tayari eh, kazi imeanza, eh, tumeonyeshwa tume ndoa wakati talaka zimeishatoka, ya yarabi, mama anaishi na mtoto kumliwaza, sasa basi Namo pila mzee au basi e, wanasema kwamba zu as, asingeishi kwa raha sababu alimchukua boyfriend wa mwenzake. Umeona, huyo ni Maimatha ameandika hivyo e, na mambo mengine mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea, yani hapo alivyosema kwamba Zuchu asingeishi kwa raha kwa sababu amechukua boyfriend wa mwenzia. Hii inasemekana kwamba hapo awali Diamond alikuwa na date na rafiki wa Zuchu ambaye ni Alia, lakini mambo yakaja kuwa tofauti e, kama inavyosemekana huko mitandaoni baada ya Zuchu kuingia katika mapenzi na Diamond na Diamond kumwacha so mambo yalikuwa ni mengi kwelikweli. Kwa hiyo hapo, Maimatha anasema kwamba Zuchu asingeishi kwa raha, kwa sababu huyu amemchukua ni boyfriend wa mwenzie. So comment ni nyingi sana hapa, watu wamekuja kuweka maoni yao. Huyu hapa anaitwa Jonathan Ngimwa anasema kwamba bwana Zuchu natamani. Eh, na anatamani asafiri zake aende mapumziko, aende mbali huko, Mungu akamkutanishe akam na bonge moja la shebeji mwingine. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu kwa bwana, mbona Zuchu amecomment kwa mama Dangote kumuita mama yangu mimi umeona, eh? Kuna watu hapa wanashindwa kuelewa kwamba huko mama Dangote naye pia aliposti kupongeza swala hilo la ndoa, na Zuchu akaenda kucomment akamuita mama yangu mimi, mambo hayo. So mambo bado yako very confusing, tunasubiri Diamond mwenyewe aje afanye ku clear the air, tuweze kujua which is which, lakini kwa sasa hivi habari ambazo zinasambaa ndio hizo.